Naam, karibu kwenye Ndugu Online TV, karibu kwenye back to history, karibu tuangazie historia ya mwanaharakati mwanamapinduzi anayefahamika sana duniani ah, huyu si mwingine ni Che Guevara. Jina lake kamili anaitwa Che Guevara. Amezaliwa mwaka 1928 tarehe 14 mwezi wa tano huko Los ailo nchini Argentina. Alikuwa ni mtabibu, pia alikuwa ni mtu mwenye itikadi za kiujamaa Sosialisti Che Guevara anajulikana, anafahamika sana katika nchi za Amerika ya Kusini na bara zima la Afrika. Alikuwa ni mfuasi mwenye itikadi za kiujamaa na alijulikana sana kwa harakati zake za kimapinduzi dhidi ya utawala wa kibepari. Wakati akisomea udaktari Che Guevara alizunguka katika nchi za Amerika ya Kusini na kujionea umaskini uliopitiliza, na aliumia sana Che Guevara kwa kuwa watu wachache walikuwa wakimiliki mali kwa kuwanyonya wenzao. Che Guevara aliona njia ya kuondokana na watu katika hali ya ufukala ni njia ya mapinduzi mnamo miaka ya ha e, ya hamsini. Ah, Che Guevara akiwa anasoma udaktari uko nchini Mexico alikutana na mwanaharakati maarufu duniani anayejulikana kwa jina la Fidel Castro na mwenzake Raul Castro, ambapo watatu hao walifanya mapinduzi ya kumuondoa madarakani raisi wa Cuba. Che Guevara akaaminiwa sana na Fidel Castro akapewa cheo cha kuwa mgambo mm, katika nchi hiyo, na baada ya Cuba kupata uhuru wake, ah, Che Guevara alipata cheo cha kuwa gavana wa benki kuu na saini yake ilianza kutumika katika noti za Cuba. Che Guevara aliondoka Cuba bila taarifa na hakuna mtu aliyejua yuko wapi, na baada, na baada ya muda mrefu Alisikika akiwa katika nchi ya Kongo, alikuwa akipambana pamoja na Laurent Kabila zidi ya Wabelgiji. Pia Che Guevara hakuwa peke yake, alikuwa na wapambanaji kutoka Cuba na wengine kutoka Afrika. Vita ambayo ilikuwa ni ngumu sana huko Kongo mpaka Che Guevara akakimbilia katika nchi ya Tanzania, pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Na baada ya muda akaelekea Dar es Salaam, huku akiishi kwa kujificha. Mwaka 1959 alirudi nchini Cuba kwa siri kumuaga rafiki yake Fidel Castro na mke wake na wanaye, na aliwachia barua ambayo aliwataka waisome siku ya kifo chake Che Guevara. Mwaka 1966 alielekea nchini katika nchi ya Bolivia iliyoko Amerika ya Kusini kuendeleza harakati zake za kupambania haki na kueneza ujamaa. Pia alibadili jina na akanyoa upala ili asijulikane na kugundulika na akaunda kikundi cha wapambanaji ambapo walijulikana kwa jina la National Liberation of Liberia na waliweka kambi uko kwenye milimani, na milima hiyo ilifahamika majulikana kwa jina la Mountain Drive Forest. Walipofika mwaka 1967, makachala wa kibolivia wakisaidiwa na CIA waligundua maficho ya Che Guevara wapambanaji na wapambanaji wenzake. Na ilipofika Oktoba 8 mwaka 1967, wanajeshi takribani 1800 walizunguka maeneo yote ya mlima waliokuwa wamejificha akina Che Guevara na wapambanaji wenzake, na vita ilipigana sana, na Che, Che Guevara akapigwa risasi ya miguu na kukamatwa na wenzake na tukumbuke kuwa Che Guevara alikuwa na jeshi dogo, ambapo watu waliogopa ama wananchi waliogopa kujiunga na jeshi lake kwa kuhofia kuuawa. Baada ya vita kuwa kali ama mapambano yalipokuwa yamezidi, Che Guevara aliwaambia wanajeshi wale kuwa msinifyatulie risasi. Mimi ni Che Guevara ni bora kunikamata nikiwa hai kuliko mnikamate nikiwa nimekufa. Mnajua thamani yangu. Che Guevara alikamatwa na baadaye alipelekwa kwenye kijiji cha Liveria na rais wa Bolivia aliamuru Che Guevara auawe, na wakati huo huo CIA walimtaka Che Guevara apelekwe Panama akaojiwe au salama yake ili asiwawe apelekwe Marekani japo haikutokea hivyo. Siku moja tu kabla ya Che Guevara kuwawa alichukuliwa na baadhi ya wanajeshi na kupiga picha za kumbukumbu -kumbu, na kesho yake ambayo ilikuwa ni tarehe tisa mwezi wa kumi mwaka 1967 alijitokeza mwanajeshi mmoja aliyempiga risasi sita za kifua, na Che Guevara kufariki pale pale. Aliaga dunia akiwa na umri wa miaka thalathini na sita. Kabla hajapigwa risasi na askari huyo, Che Guevara aliongea maneno haya. Che Guevara alisema, alimwambia yule askari, najua umekuja kuniua mtu mwoga wewe na ujue utakuwa umemuua mwanaume kamili. Na baada ya kifo chake Che Guevara alichukuliwa kama nguzo na mwana mapinduzi duniani. Picha yake na kofia aliyopendelea kuivaa aina ya beret imechukuliwa kama alama ya mapinduzi duniani, na huyo ndiyo Che Guevara mkombozi mwanaharakati maarufu duniani. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe chaneli yetu ya Ndugu Online TV. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, fanya kusubscribe, kisha gusa alama ya kengele, tutakuwa tukikusogezea na utapata notification kwa kile ambacho tumekuletea.